Hali namna gani? Hapa Hasan mwana wa Ali. Uh, umeshindaje? Natumai wiki imeanza vizuri. Imekuwa wikendi yenye maruerue na nuksi, maana mabingwa watetezi Liverpool wakachunwa, uh, Chelsea kwa mara nyingine, kadi nyekundu. Manchester United wakazidi kudorora, isipokuwa Arsenal wameonyesha nia kulitoa taji la EPL. Hapa nyumbani, Shabana Torebobe wanaongoza alama sita na Bandari. Nasikia fununu, hali si nzuri kwa keno Othiambo, baada ya kupigwa na Shabana. Alafu dada zetu wasiozidi miaka ishirini wamefuzwa hatua nyingine kusaka tiketi ya kombe la dunia. Police FC sawa na Nairobi United watatuwakilisha vizuri klabu bingwa na mashirikisho kupitia sheria ya bao la ugenini. Hiki ni kionjo tu cha yale takayokuwa nayo kuanzia saa nne, nikiwa naye Lakeriano Freda, Rocho Tony Kwalanda, maanake dada yetu Katela hayupo, kampoteza nduguye, na tunazidi kuiambia familia makiwa. Lakini kabla ya kipindi hicho, nimetumwa niwaeleze nyie madereva wa mabasi na matatu, hawa wa utingo, kwa maana makondakta na wamiliki wa mabasi kuna hili neno hili eh, kwenye kamusi ya Kiswahili sanifu linaitwa uchwara patoa na eh, karibia unaona, wanasema uchwara ni tabia eh, unaweza sema, yaani kitu kisichokuwa na thamani bwana. Tume tumekumbatia na nini na teknolojia tulioneshwa na Covid 19 uviko 19, katika haya magari wekeni nambari za simu pale, ama za pochi, watu walipe kwa kutumia simu bwana. Sasa wewe, Ati mtu akija, unachukua simu yake, abiria, unamwandikia namba simu na vidole vyako. Hatujui umeshika nini, umenawa nini, pesa umepewa manoti, umeshikashika, watu wanakwenda sijui wapi, msalani. Alafu ukitoka kwa huyu, unaenda kwa mwingine, unachukua simu yake, unamwandikia hujui simu yake naye kashika nini abiria karibu 40 unakwenda simu baada ya simu, simu baada ya simu, na unainama karibu na abiria wengine, wanachemua, wanapiga chafya. Iandike nambari ya simu pale kwenye gari, watu watume tu mara moja, ama wasomee tu kwa mdomo mara moja. Acheni tabia za uchwara bwana.